Na nimefurahi nimekutana mjasiriamali, anayetengeneza mkaa lakini natambua, nilifika mkoani Ruvuma mpaka kule kwenye machimbo ya makaa ya mawe, nimekutana makundi mbalimbali, wakina mama, vijana wanazalisha mkaa kutokana na vumbi la mkaa wa mawe, lakini wako ambao wanazalisha kutokana na takataka, kama mjasiriamali yuko hapa, pumba za mahindi, magunzi, majani ya mahindi, anatengeneza mkaa tena mzuri. Sasa tunahitaji hiyo teknolojia hii nayo ni, ni fursa kwa wajasiriamali kubuni kupata upatikanaji wa nishati mbadala, wabunifu wengine wa nishati uh, mbadala, kwa maana ya matumizi ya nishati ya kupikia, nishati safi ya kupikia uh, nimeona hapo. Kwa hiyo hata wale ambao kuna mbunge alikuwa ameongozana nami, ngoja ni mhifadhi, akasema sisi tunaopenda wali wa mkaa mka, nikasema sasa sijui wali wa mkaa kama una, una jambo la ziada lakini nimefurahi kuona kwamba hata hao wanaopenda wali wa mkaa mmewatengenezea mazingira bora kabisa, ili mkaa wanaotumia usilete athari kwa mazingira, lakini pia usilete athari ya kiafya kwa yule mtumiaji. Sisi tunachokifanya kikubwa, pamoja na kuwa na uzalishaji mkubwa wa mkaa mbadala, hadi hivi sasa tunavyoongea na na, na na wewe au na nyinyi mnaotuangalia, kuna zaidi ya tani mia tatu za mkaa huu sto zaidi ya tani mia tatu, na ukielewa kwamba tani mia tatu, mtu anayekata miti anayezalisha tani moja ya mkaa anakata zaidi ya tani kumi hadi tani kumi na mbili. Kwa hiyo moja kwa moja utaelewa ni kiwango gani cha miti tumekuwa saved kwa kutengeneza mkaa. Na naitwa Leonard Gabriel Kushoka, mkurugenzi wa kuja na kushoka tools manufacture, kiwanda kilichoko Tabora a, Tabora mjini, tuko manispaa, eneo la Kiloleni. Uh, kazi yetu kubwa sisi ni utengenezaji wa mashine za mkaa mbadala, lakini pia tunashiriki moja kwa moja katika kuifundisha jamii jinsi gani inaweza kuzalisha mkaa na kuihamasisha jamii matumizi ya mkaa mbadala, mkaa unaotokana na mabaki ya mimea ambayo yanapatikana kwa wingi katika miji yote. Katika kuifanya kazi hiyo, sisi tumejikuta tumeingia katika uzalishaji mkubwa kwa sababu bidhaa hii ni, ni, ni bidhaa ngeni na bidhaa hii ni ubunifu. Ubunifu huu umefanyika Tabora, tumeweza kubuni mashine ya mkaa mbadala, mashine ambayo imepelekea kupata ushindi wa shindano la mkaa mbadala lililofanyika mwaka elfu mbili kumi na nane na kuendeshwa na ofisi ya makamu wa rais undo. Mkaa mbadala ambao tunasisitiza jamii ibadilike, iache matumizi ya mkaa wa miti, itumie mkaa mbadala ambao Uh, unapatikana kila eneo baada ya watu kujua jinsi gani wanaweza wakatengeneza mkaa mbadala. Kuja na kushoka, tunazo mashine na tunawafundisha watu jinsi gani wanaweza kuzalisha mkaa mbadala. Dakika thelathini toka nilipowasha moto wangu, makongolo unayaona kwa kutumia mkaa huu, jinsi yanavyochemka na moto sasa umekubali kuwaka huu. Uh, moto una dakika thelathini toka umewashwa na hali kama unavyoiona moto umewaka, na huu ni moto ambao umewashwa zaidi ya masaa mawili yaliyopita.